Ni juu yangu. Roho ya Bwana Mungu, ni juu yako mwanadamu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta, kwa sababu Bwana amekutia mafuta. Pole pole ni mafuta ya ugomvi, ni mafuta ya kudanganya watu. Bwana anasema na Bwana yasema tu, wewe kutia mafuta kusema Uponyesho wenye walishaumia. We, walishaumia banakosa waende waki, lakini matendo yetu narudisha watu nyuma Amen. Wafungwa wenyewe wanafungwa katika nyungu katika sheria, msizanyeni wafungwa gerezani tu hapana, na wale waliofungwa habari za ukufungwa. Na wale Ile kanisa mie sitaenda kwa ile chumba ya maombi, mie niko na Mungu, wewe hauna Mungu. Kutangaza mwaka wa Bwana uliyekubaliwa, unaitangazaka, unaitangazaka kwa wangapi? Wanatangazaka watu mwache dhambi na mnatika kwa wangapi? Wanatangazaka watu mwache

nitowe meseji ya Mungu juu ya taifa la Mungu, mustari wa kwanza adimiti. Tunaenda mutusome Zaburi mbili mustari wa kwanza aimbi eli mutu yule asimame katika njia ya wenye zambi wala Aketi wapi? Barazani. Kwa wenye kufanya nini? Wenye kudharau. Lakini leo watumishi wengi wanaanza kuketi kikao batu mbili tano anaikaa niye ule mama Rebeka. Sina mm, kwa nashukuru Mungu tu baskofu vingi avakwekiroho wanaingiaka mkimwili kwanza, wanajitia makoti mkabambi kabambi wanyenyekevu, lakini mbingu zinafanya

kuniondolea haya macho, yananisumbua si nipe macho mazuri. Wakaniambia ingia tena, kodo ule ule nao tena, kanikongesha wakanibadilisha sasa vazi lenye hata ima kanzu yetu aina mweupe kama yale vazi. Ni vazi liko na metameta kama maziwa, liko na pita na mwanga kanifika kiremba wakasema, kiremba maisha yako ya yake, nikaona nenda na